With the requirements of the. Hii ndiyo kauli inayongojwa kwa hamu na gamu siku ya kufuzu kwa wanafunzi wa vyuo vyote vikuu humu nchini na hata nje za nchi na ughaibuni. Baada ya dhiki ni faraja, na sasa muda wa kufurahia shahada, shahada ya uzamili na shahada ya uzamivu huwa imewadia. Juhudi zote kuzikaza, kote kuhangaika hapa na pale, bidii kwa ujumla, ndio vyanzo vya kufika siku kama hii. Wengi waliotamani kufika siku hii na wakufaulu ni maadamu ya tofauti tofauti, na sasa ni kutazama wenzao kwenye televisheni au rununu zao, si kwa kupenda, ni kwa sababu ya jambo fulani au lingine. Si wazazi si watoto si ndugu na dada si walimu si wapenzi si wafadhili na si watu wengi kwa kiujumla, hufurika ili kufurahia mafanikio ya wasomi wao. Ni dhahiri shahiri kwamba mtaka cha mvunguni sharti ainame, na baada ya kuinama ni furaha. Waliofuzu hushindwa kuzuia furaha yao, kwa maana waliopitia kufika siku kama hii huwa ni mengi mno Wavyele na watu wote kauli huwa ni moja, asante Jalali kwa kunijalia siku hii. Hufurika majonzi si ya shari, bali ni ya furaha. Mwaka huu wanafunzi wengi wanafuzu kwa taaluma mbalimbali mbali kutoka kwa vyuo vikuu mbalimbali humu nchini, lakini baada ya kufuzu furaha yote swali vichwani ni je, nitapata wapi kazi? Hii inatokana na uhaba wa kazi humu nchini, huku wanafunzi wanapoendelea kufuzu na kuingia mitaani kutafuta kazi. Siku zote nitakuambia usikate tamaa, kwa maana Mungu hamsao mja wake. Nikiripotia Dextmalmedia, naitwa Glenishes Kubasu.